Hali bado ni ngumu ya kiusalama nchini DRC na kulikuwa na mazungumzo kwamba tarehe kumi na nane ya mwezi Machi mwaka elfu mbili na ishirini na tano kutakuwa na kikao cha mazungumzo kule Angola. Sasa e, usiku wa kuamkia tarehe kumi na nane ambayo ndio leo napoweka maneno haya kupitia ukurasa wa msemaji wa kundi la M23 kule kwenye mtandao wa X aliweza kutweet na kutoa taarifa kwamba hawatoweza kushiriki kwenye huo mkutano. Kwa hiyo kikundi cha waasi wa AFC, M23 umetangaza kutoshiriki mazungumzo ya amani wakituhumu serikali ya Rais Felix Tshisekedi kwa kuendeleza vita. Katika taarifa yake iliyotolewa Februari 17 mwaka 2025 a DRC kwa kuendesha mashambulizi ya ardhini kwa kutumia ndege za kivita. Kwa hiyo ukipita kwenye mtandao wa X zamani mtandao wa Twitter, utaona kuna tweet ambayo ametwiti Lawrence Kayuka. Huyu ni afisa habari eh, ama msemaji wa kundi la M23. Kwa taarifa hiyo inakuwa ni ya muda mchache tu baada ya M23 kusema kuwa itatuma mwakilishi nchini Angola kwa ajili ya mazungumzo ya amani ambayo yamepangwa kufanyika Machi 18. Mazungumzo hayo yanaratibiwa na na Rais wa Angola Joao Lorenco baada ya kukutana na Rais wa DRC Felix Tshisekedi.